Sawa na wanabadilisha uongozi kila. Hapa ndipo kwenye Wakoisan na hapa ndipo kulikuwa na mawasiliano ya mwanzo kabisa na wazungu katika Afrika ya Mashariki. Ninahitaji karne ya 14 na 15 na kumi na tano wakati wapelelezi wa Kireno akina Vasco da Gama waliwasili katika miji ya kale ya mwanzo. Najua kwamba hapa palikuwa panaitwa Kilimane. Tanzania ya leo ina jina la kale likijulikana Kilimane, na jina hili linatambulika katika vitabu vya Kijerumani na Kileno, ambao waling'amua walifika eneo la Kilimane mwaka elfu moja mia nne na tisini na nane. Ndiyo Tanzania bara ya leo, Zanzibar ikiitwa Fungu, visiwa vya bahari ya Hindi haya majina yamekuja miaka hii tu, baada ya hawa miaka mia mbili baada ya kuzaliwa Kristu na namna ambavyo walituita. Lakini Tanzania imebatizwa jina wakati huu vizazi hivi kwa katika karne ya ishirini na ishirini na moja lakini Tanzania ya leo inajulikana kama Kilimane ya kale miaka katika karne ya kumi na nne hadi karne ya kumi na tano sasa usultani wa Oman katika miaka ya 1698 na, na hekakeka za ukoloni na, na katika karne ya 19 ndizo zilizoleta mabadiliko makubwa ya kihistoria ya tawala na ukoloni. Mambo leo haya tunayoyaona leo, hata chaguzi zetu na sheria zetu, zilitokana na namna bora wakoloni walivyokuwa wanataka waendelee tu kutufuja. Inaaminika kwamba moja ya mataifa bora kabisa ulimwenguni ni Tanzania, na haya mabadiliko na utulivu tunaoupata leo haukuanza kuanza leo, ulikuwepo tangu karne nyingi zilizopita, na wanadamu wa mwanzo waliishi kwa upendo na biashara walifanya. Hapakuwepo na fedha, kulikuwa na biashara za kubadilishana mazao, biashara za kubadilishana mifugo, biashara za kubadilishana vitu, majeshi na utekaji wa majeshi na, kufa, na, na kilimo mtu unatekwa unaenda kwenye kabila fulani kazi yako wewe ni kulima tu ili kuwepo nyakati hizo sasa kutoka hapo ndipo turudi sasa kwenye karne ya kumi na tisa hapa ndipo tunapoanzia na chaguzi zetu nime nimesemate Host unanisikia? Ah. Kwenye historia pana na hata ha. Baada ya uhuru jamani, baada ya uhuru na nchi nyingi za kusini mwa Afrika kuto kupata uhuru ndipo kuliundwa kitu kinaitwa the Pan Africanism. Babu zetu baba zetu wengine wakasoma, wakati huo tukiwa na wasomi wachache sana. Aa, katika historia ya, ya, ya uhuru tulikuwa na injinia mmoja tu wakati huo, na injinia yule inaaminika alifariki, kwa hiyo hatukuwa na injinia mpaka waliposoma wengine. Sasa baada ya uhuru, na hii Pan Africanism, hapa ndipo tunapoanzia historia pana na namna ambavyo chaguzi zetu hata leo tunasema hapana, hebu tuzifanyie kazi.